Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <coughs> Waheshimiwa, baada ya shukurani nyingi kwa Mungu wetu, niwapongeze sana mliowapishwa hapa kwa kuaminiwa kubeba dhamana hizi. Ni matumaini yangu kuwa mtalinda imani niliyowapa na kuishi viapo mlivyowapa hapa leo na kuwatumikia wananchi kwa uaminifu kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa uh, Mheshimiwa Kenan kiongozi uh, muda mfupi nilikuwa kwenye mkoa wako Simiu, nimeona kazi ulioifanya nzuri sana na kwa sababu mkuu wa mkoa wa Arusha ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nimekuhamisha kutoka Simiu kwenda Arusha. Najua Arusha unapajua vizuri na nguvu ile ile ulioitumia Simiu, nenda kaitumia Arusha, najua unaweza, kawaunganishe wana Arusha na kutakia kazi njema ndugu Ana mringi Macha, mekutoa a, Shinyanga nimekupeleka Simiyu. A, umefanya vizuri Shinyanga na najua ulishajipanga vyema kwa Shinyanga, sasa nenda kamsikilize Kenani alivyojipanga Nawe anza safari pale Simiyu, sipazito, nimetoka juzi, najua unaweza. Kwa hiyo nakutakia kazi njema vile vile. Tumewateua wakuu wa mikoa wapya watano, watano, wanne, wanne, watano, wanne, wanne, pamoja na Kamanda Siro. Watano na wanne kati yao ni vijana mliopikwa ndani ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sina wasiwasi wasi nanyi, lakini kama alivyosema mheshimiwa spika, tumeangalia utendaji wenu, tumewafuatilia kwa karibu, tumeona kipindi hiki hatuna haja ya kutoa watu nje kuleta, tuwapandishe, muendeleze mikoa mliotoka. Lakini kwa Kamanda Siro, mkoa wa Kigoma ni mkoa uh, wa kimkakati, ni mkoa unaopakana na nchi jirani, ni mkoa wenye mambo mengi kwa hiyo tumemtoa pale, kamanda wa polisi, tunakurudisha kamanda wa polisi. Lakini kamanda wa polisi wewe umechanganya na ujuzi wa diplomasia. Kwa hiyo nimekuona utafiti kwenye mkoa ule, najua nimeshakutumia sana kama IGP kama balozi, lakini bado nakuona una nguvu, nenda kaushike mkoa wa Kigoma. Uh, Harry James Nimekuona Iringa unavochemka na hakika unapaweza, nenda kafanye kazi. Mboni Mhita, Shinyanga najua kwa sasa hivi hata kisukuma unaongea, sasa nenda kaivae Shinyanga. Kama ulikuwa unafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa, sasa wewe ndio mkuu wa mkoa. Nataka na upite vichochoro vyote vya Shinyanga na uhakikishe Shinyanga inanyooka, na kutakia kazi njema Benu Mbeya eh, nilikuwa nakufuatilia kwa karibu, yanayotokea pale Mbeya mjini. Mbeya unapajua pazito kidogo na nyumbani kwa Mheshimiwa Spika, kwa hiyo kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika. <clears throat> Kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika na hakikisha Mbeya inabaki salama. Um, Songwe Jabir na kujua ni mpya kwa Songwe. Nimekutoa Morogoro, nimekutoa Morogoro. Uh, wapi pale kuna hiyo Gairo. Nimepita Gairo, nimeona kazi yako na hakika unaweza kuishika Songwe. Nataka nikuambie kwamba Songwe si pa rahisi sana uh, lakini kwa uwezo wako na hakika utapaweza. Wewe ni mstahamilivu, ni msikivu na hu, hufoki, lakini una actions. Lakini bahati mbaya ni kwamba wewe ni mpya na rasi wako ni mpya Hawasi, lakini Hawasi ana experience zote uh, za kichama na za kiserikali. kwa nendeni mkasaidiane kwa karibu. Sitaki kusikia kuna migongano, aidha baina yenu au baina mnayowakuta pale chini kama kuna migongano kaiwekeni sawa, lakini nataka mkashirikiane. Tumieni ujuzi wenu wa kichama, lakini wa serikali, muiongoze Songwe. Nawatakia kazi njema. Kwa wakuu wa mikoa wote mliopo hapa na wanaotusikiliza, nina mambo manne makubwa ya kusema nanyi. La kwanza, kuwatakia kusimamia amani na usalama katika maeneo yenu. Nyinyi ni wenyeviti wa kamati za usalama kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo kipindi hiki tunachokwenda, kuna vijichokochoko vinaweza vikatokea vya makusudi na vya bahati mbaya. Nataka mkasimame imara kuhakikisha mikoa inabaki salama. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa salama. Najua tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, makundi yataibuka mengi. Nendeni kama makamisa wa mikoa, kasimameni imara Hakikishe mikoa inabaki salama. Lakini la pili, usimamizi wa fedha za serikali. Tumeleta fedha nyingi, kuna miradi mingi iliyokamilika na inayoendelea. Nendeni kasimamieni usimamizi wa fedha za serikali, miradi inayotekelezwa iende na thamani ya fedha tunayoishusha. Fedha ile ni kwa ajili ya kutatua shida za watu na si vinginevyo, nataka mkaisimamie la tatu suala la mapato, ambalo nalisema kila siku katika mikoa yenu, tuna uwezo wa kuongeza ukusanyaji wa mapato, na kwa mwaka huu tumewaongezea kiwango cha ukusanyaji, lakini na hakika mnaweza kufanya zaidi ya hapo, mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Msende kutumia maguvu, lakini kakusanyeni mapato, hakikisheni mifumo iliyowekwa inafanya kazi vizuri, fedha inapatikana Nadhani mwenendo wa ulimwengu mnauona, akitoka kuchokozana huyu anaingia kuchokozana huyu, akitoka huyu anaingia huyu. Huko mbele hatujui kinachokuja, kama kutapanda bei za bidhaa, kutapanda mafuta, kutafanyaje? Wengine wanajivuta katika misaada. Kwa hiyo la maana hapa ni kukusanya ndani kwetu. TRA inafanya vizuri, nataka mikoa ikafanye vizuri. Simamieni halmashauri zikusanye mapato vizuri. La nne, nirudie kusisitiza kwamba twende tukawasikilize wananchi. Kipindi hiki ni cha mchakato kuelekea uchaguzi, lakini mikoa ipo na nyinyi mpo, mnaendelea kuwasikiliza wananchi, lakini kipindi hiki cha cha uchaguzi, kutokuwa bias kama wakuwa mikoa, kasimameni katikati, shirikianeni na chama, kasimameni katikati, muendeleze mchujo katika uchaguzi unaokuja. Uh, kajishusheni, jua. Mkuu wa mkoa ukifanya mabega hivi kama ile mizani ya mahakamani kule, haipendezi. Mkuu wa mkoa unatakiwa uwe down, uwe kwa watu. Ukiwa kwa watu wewe, wakuu wa wilaya watakuwa kwa watu, wakikuoneni nyinyi na dhamana kubwa kuwasimamia wakuu wa wilaya halmashauri. Nendeni kafanyeni kazi. Katibu mkuu Agnes Mena, ongera sana na pole uh, umefanya kazi nzuri wewe na Mwajuma pale maji, niliamini wamama wawili kumsukuma na kumsaidia waziri wa maji, na mmefanya vizuri na kwa miradi iliyobaki nahisi katibu mkuu uliyepo na waziri wako mnaweza mkamaliza vizuri na tukafikia lile lengo tulilojiwekea na kupita. Kwa hiyo Agnes, nimekupunguza, nimekurudisha mifugo. Najua mifugo unaijua vizuri sana, nenda kaisimamie. Shemdoe amefanya kazi nzuri, ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nenda kasimamie pale pale. Kapasimamie, najua unajua kuna kazi kubwa ya kuendeleza uvuvi lakini na ufugaji. Kama unavyojua tunaangalia sasa masoko ya nje. Na masoko ya nje ni viwango. Kwa hiyo nenda kasimamia uzalishaji kwanza, pili viwango. Tuna kazi ya kusimamia bandari ya uvuvi ya Kilwa ambayo almost imefika pahali pazuri, simamia imalizike. Bandari ile ni mkombozi wetu kimalizika pana ajira 30,000 pale vijana wetu wanaweza wakaingia. Lakini la pili, nilipokuwa simi ujuzi nilizindua chanjo uh, waziri yuko hapa eh. Mimi nina imani na wamama. Huko nyuma wanasema wamama wawili wakikaa kwenye wizara wizara haiendi, lakini mimi nina imani tofauti, na imani wamama wakikaa pahali mambo yanakwenda. Kwa wamama wawili nyinyi, hata siku moja msende kutizamana kavaa nini kasuka nini? Hapana, after all waziri wewe, unajifinika wala huoni ulichosuka. Mwenzio tu ndo unajua kwamba ana kalikiti kichwani. Eh, kwa nendeni kachapeni kazi bwana, kachapeni kazi, tuoneshe kwamba wamama tunafanya kazi tukiamua. Nendeni kachapeni kazi, nawatakia kila laheri. Makatibu tawala wa mikoa tumebadilisha wawili, ndugu Rashid Mchata yupo. uh, tumempeleka Tanga, nataka ukachape kazi Tanga. Lakini ndugu pili, wewe tumekuleta Pwani. Sasa Pwani sio Tanga. Tanga ilikuwa ee, na mabaibu yetu na vipepeo vyetu na nini mambo wawa, ingawa Tanga sasa tunaifanya iamke mke kwa viwanda. Sasa Pwani kuna viwanda vingi sana. Sijui mkuu wa mkoa wako kama yupo Nadhani yuko na shughuli zingine. Pwani nenda kasimame imara, msaidie mkuu wa mkoa Pwani, mnaweza kukusanya mapato kwa kiwango kikubwa. Lakini Pwani kuna upwani. Nimekutoa Tanga kwenda Pwani sababu wanafanana, umwinyi ni mwingi. Lakini nenda kasimame, fanya kazi, kusanya mapato, fanya Pwani ipige kazi. Sawa, ndugu yangu, nakutakia kila la heri. Uh, vile vile tumeteua makatibu tawala wawili Bwana Abdul Mhite. Um, tumekupeleka Dar es Salaam. Uh, nimesha kuona mara moja ukifanya presentation. nilivutiwa sana nawe katika ile presentation. najua ukikisimamia kitu unataka kiwe. Dar es Salaam ni jiji la aina hiyo. Dar es Salaam ni jiji kubwa, lakini wamepata mjanja mwenzao Chalamila. Wewe sikuone ni mjanja kama yeye, lakini combination inaweza ikaenda. Yeye akiwa juu, wewe uko chini, mambo yataenda vizuri. Kao nenda kasimame, chapa kazi, msaidie mkuu wa mkoa wa dar es salaam, dar es salaam isimame kwa ujumla. Wakuu wa mikoa na makatibu tawala huko, karibu tukaa huko mikoani kwenu huko kwenye wilaya na halmashauri kuna fedha nyingi ambayo ya ndani haitumiki vizuri. Kwa mfano, halmashauri inaweza kuwa ina mabilioni ya pesa kwenye akaunti, lakini haziendi kwenye kazi za maendeleo, wanafikiria kufanya mengine. Inawezekana halmashauri ina pesa nyingi, lakini wao hawajijui kwamba ni watumishi wa watu. Ndani ya halmashauri ile kuna barabara mbovu kuna vituo vya afya vinataka ukarabati, kuna mashule yana sura mbaya. Fedha ipo na fedha halmashauri maana yake ikawatumikie wananchi, lakini wa uongozi wa halmashauri wanafikiria fedha ile kuiwekeza kwenye jambo ambalo tofauti na wananchi. Naomba mkalisimamie, hasa Dar es Salaam. Halmashauri zinafikiria kuwekeza kwenye mahoteli kuliko kuwekeza kwenye huduma za wananchi. Kazi yenu pale ni kuhudumia wananchi na sio ndio. Kuwekeza kupo ili halmashauri ipate, lakini je, umemaliza shida za wananchi? Wananchi wanapiga kelele na barabara na mashimo na nini na nini, wewe unachukua fedha unakwenda kuiweka kwenye kitu kingine. Haielekei, niombe sana. Au wakati mwingine serikali inanua vifaa tiba, uh, vitendea kazi vinafika kwenye halmashauri, hapana pahali pa kuweka halmashauri ina fedha ndani, lakini wangoja serikali kuu ilete pesa. Kama imeleta mashine, ilete na pesa yako pahali pa kuweka mashine. Hatuendi hivyo, hatuendi hivyo. Niombe sana, kasimamieni kazi na huduma kwa wananchi. Ndicho kilichotuweka hapa, hakuna kingine. Mengine ni by the way, umeokota kismati, umepata well and good, lakini kilichotuweka ni huduma kwa wananchi. Naibu makatibu wakuu Dr. Hussein Omar, uh, tumemtoa Wizara ya Kilimo kwenda kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na vile vile tumemteua Profesa Peter Msoffe kuwa katibu, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya mazingira uh, nimeangalia um, tiririko wa kazi uzokuwa ukizifanya na CV na hisi pale utakwenda kutusaidia vizuri. Niombe sana, kashirikiane waziri wako yuko hapa, kashirikiane na katibu mkuu wako nadhani yupo uh, aha, yuko hapa, mkashirikiane uh, mfanye kazi Sitaki tena kusikia pe pe pe zipo zipo zipo zipo, uh -uh. Nataka mkashirikiane fanye kazi. Tunakoelekea ulimwengu huu haujulikani, mazingira yamebadilika, mvua hazina hakika, sijui jua lenyewe ndio hivyo. Kwa hiyo kashirikianeni, fanye kazi, muinusuru nchi na majanga ya mazingira. Mhandisi um, Athmani Juma Kilundumia, ulikuwa unashughulikia maendeleo ya mazao na chakula. Umekubadilishia portfolio kwa sababu tunataka kuongeza, kabla kufika huko kwenye usalama wa chakula na mazao, tunataka kuongeza uzalishaji kwanza. Kwa hiyo tumekupeleka ukashughulike sasa na mambo ya umwagiliaji maji, ukisaidiana uki na Mdolwa. Mdolwa yuko hayupo? E, ukisaidiana na Mdolwa, tunakwenda kuanzisha kamisheni ya umwagiliaji maji kwa hiyo, nataka ukasimamie hiyo. Lakini pia zana za kilimo, tumeanzisha centers za matrekta na zana za kilimo huko kwenye zoni mbalimbali mbali. Zile zinataka usimamizi wa karibu sana, kwa sababu ni fedha nyingi tumetumia kuweka zana hizo za kilimo, lengo ni kumpunguzia mkulima gharama. Sasa hivi wanatumia sana zana kutoka private sector Gharama ni kubwa, lakini senta zile zinakwenda nusu ya bei ya private sector. Kwa hiyo, kwanza ni kuhakikisha mkulima anapata huduma, pili ni kuhakikisha maintenance ya vyombo na survival ya vile vituo, lakini pia kuhakikisha mabwawa yanayochimbwa kwa umwagiliaji maji yanafanya kazi pasavyo, kwa kilimo, kwa mifugo. Utashirikiana na mwenzio huyo wa mifugo kwa, kwa matumizi yote yaliyokusudiwa, na kutakia kazi njema. TRC Machibia. Kwanza tumshukuru Kadogosa kwa kazi nzuri aliyoifanya ndani ya TRC. Uh, hakuna 100% na hakuna anayefika huko, lakini alijitahidi. Unachukua nafasi yake, nenda kaanzie alipoachia, kaanzie alipoachia. Ndani ya TRC kuna mambo mawili makubwa kuna SGR kuna na MGR nataka TRC sasa mtoke kwenye fikra ya infrastructure peke yake na mwende kibiashara zaidi mwende kibiashara zaidi SGR inajengwa kwa uwezo wetu tutakwenda na wanaotusaidia tutakwenda vipande na maendeleo yake nimevisema jana bado tuna kazi kubwa na itakubidi wewe uisimamie kazi hiyo kazi yangu mimi huku na wenzangu ni kutafuta fedha na kuzishusha kwako, ili kazi hiyo iendelee. Tunataka by 2030 kilomita zote elfu mbili na ziwe zimekamilika, tuwe tumeshajiunga, tumeshajiunga na Burundi, then huko Burundi wakielekea Rwanda, sio kazi, wakiendekea Rwanda na DRC Congo sio kazi yetu, lakini sisi tuivuche, tuingie kwenye Uh, tuingie Burundi. Kwa hiyo nenda kasimamia SGR operation lakini pia operation kama tulivyokubaliana nyuma kwamba tuingize private sector. Private ni sector. Nilifurahi juzi TANESCO kwa hiari yao nimesikia wanatangaza kuingiza private sector kwenye kusambaza umeme na kujenga transmission line. Hatuwezi kwenda bila private sector. Kwa hiyo niwaombe sana TRC operations za reli really. Sasa hivi tunakwenda Dar Dodoma, tunakwenda vizuri, lakini jana naongera sana, mmeanza operations za mizigo. Huwezi kuzisimamia zote, lazima private sector aingie. Kwa hiyo kakae, kaangalie tuingize private sector. private sector kwenye uh, ujenzi wa infrastructure lakini pia kwenye operations, fikirieni kibiashara zaidi. Lakini MGR na yenyewe ni ya siku nyingi Meter gauge railway ambayo lakini, ina umuhimu wake na umuhimu wake kwa abiria na mizigo pia, na hasa kwa mizigo kwa. Na yenyewe maeneo kadhaa yanataka kukarabatiwa, maeneo mengine yanataka kujengwa upya. Kwa mfano korido ya kaskazini huko inataka ujenzi mpya, kwa wenenda kasimamie. Lakini vivyo hivyo kuna watu wana interest ya kuunganisha uh, bandari ya Mtwara na bandari ya Mbamba Bay kwa reli. Wasikilizeni na kama mtu anakuja mwenyewe na fedha yake, na mnafanya engineering estimate, hajatupiga kama vile anatuletea gharama kubwa sana, mpeni ajenge, kwa sababu akesha jenga, imejengwa ipo Tanzania. Hata tukikerana naye haichukui, tunayo. Atatulipisha pesa yake, tutampa, lakini reli ipo. Kwa anayekuja na pesa yake, mpeni zile bla bla, sijui za kushindanishwa, sijui tenda, sijui nani. Kama wapo wengine wangekuja, kama hawajaja, kaja mmoja, mi na pesa yangu, nipe ni reli, lakini penina hiki kipimeni, mpeni, ndio maendeleo. Tukistiki na hizo sijui procedure za PPRA sijui nani nani, nanini hatuta move faster. Ulimwengu huu ni lazima tumove faster. Mmesikia jana nimesema IMF wanasema uchumi wa Afrika utakuwa by 2.3 lakini Tanzania tutakuwa by 6% kwa sababu hii ya kwenda faster. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye infrastructure twende faster, na reli ndio kila kitu na bandari. Reli na bandari ndio kila kitu, ndio facilitators wa biashara, usafiri na usafirishaji, logistics ni reli na bandari. Kwa hiyo nenda kasimami, una security ya nchi yetu, nenda kaisimamia. Haya, kuna watu ambao niliwateua kitambo, sijapata nafasi ya kusema nao, lakini leo wapo. Dr. Limo Nyesabu, nimekutoa Azania kwenda PSSF. Azania ulikuwa unafanya mambo ya banking sawa na benki zingine zote, lakini nimeona nikutumie vizuri zaidi pale PSSSF kwamba pale ni roho ya wafanyakazi wetu wa umma, roho yao iko pale, maisha yao yako pale, fedha zao ziko pale. Na experience yako ya banking najua, na utakwenda kuziweka hizi fedha vyema, utatusaidia serikali kuwa na mzigo mzito wa deni tuliokuwa nao kwenye taasisi hii. Lakini pia kama nilivyosema, kuna uwekezaji ambao wakati mwingine mm, kwa hiyo nadhani utakwenda ku, ku, ku, ku, kukaa vizuri na kuona ni miradi gani uh, mfuko huu uwekeze, jinsi ya kulinda fedha ya wafanyakazi na mambo kama hayo, na kuhakikisha mfanyakazi akimaliza wajibu wa kulitumikia taifa haki yake iko pale kama tulivyokubaliana kisheria. Na kutakia kazi njema, asante sana. Uh, Dkt. Kimambo Muimbili, pole, sio kazi rahisi na pengine napanga kuja kukutembelea huko, lakini kuambie kwamba Dkt. Janabi alifanya kazi nzuri sana sana sana, lakini Muhimbili tuna mipango mingi na mikubwa ya ile hospitali kuiendeleza na kuikuza zaidi. Jana nilisema vizuri kwamba katika sekta ya afya tumekuwa sana na tumeingia kwenye huduma za kibingwa. Sasa najua proud za madaktari kila daktari hamwamini mwenziwe am best than huyu na huyu na huyu. Ukijua kukaa nao watachapa kazi vizuri, watafanya kazi vizuri so wewe ni not wa kila daktari necessarily wa profession yako peke yake. Muhimbili panataka professionalism na administrative skills, nenda kapasimamie. Nimechuja CV nadhani zilikuwa nane au saba zile, lakini nimeibuka na Dr Kimambo. Kwa hiyo nadhani utakwenda kunisaidia vizuri Mwimbili, lakini pia kuna fedha ambazo tumeshazisaka kwa ulimwenguni zinakuja kwenye ma, ma, matengenezo au kuimarisha zaidi Mwimbili hasa kwenye majengo. Nenda kasimamie uh, pale Mwimbili. Mwimbili ilikuwa Mwimbili tu, lakini imepanda hadhi, watu wanaisifia. Nenda ka maintain sifa, na nenda kaipandishe kiwango zaidi uh, Wakati nilipata wageni kutoka Marekani wakaja kuniona, wageni hao walikuwepo wakati tumepata ajali ya watoto Arusha, na wao ndio waliwachukua watoto kuwapeleka Marekani kutibiwa. Wakaja kuniona, walivyorudi wakafanya ziara kwenye mahospitali yetu, pa kwanza walipokwenda ni Mount Meru, alafu wakapata hamu ya kuzunguka hospitali nyingine. Wakaja kuniona afsini, wakaniambia hebu tuambie, umefanya vipi Mount Meru tulioiacha wale watoto wameumia, hakuna hata ile ya pumzi ya watoto leo, ina vifaa kama vilivyo kwa Marekani. Umefanya vipi? Kwa hiyo Muhimbili nayo ni hivyo hivyo, imekuwa tumeitengeneza sana. Nenda kaisimamie, keep the Muhimbili status. Jana nimesema tumepandisha idadi ya watalii tiba, wanakuja kwa wingi. Sasa hivi tuna kumi na mbili elfu nadha na mia tano na watakuja kwa wingi jinsi tunavyokuza huduma watakuja kwa wingi. Kwa hiyo nakutakia kila laheri katika kazi yako. Ngorongoro headache ni headache, sijui mwenyekiti yupo, mpaka mwenyekiti ananilalamikia, unanibadilishia watu kila siku. Naambia ndio mwenyekiti, kwa sababu sijampata ambaye nataka afanye Ngorongoro unavyotakiwa iwe, sijampata, kwa imani yangu wewe utakwenda kunisaidia. Nenda kastadi vizuri, Ngorongoro kama shirika linatakiwa kufanya nini. Ni business na conservation, wanyama wale wabaki pale, ndicho watu wanachokifuata. Ile ecology ya, ya, ya Ngorongoro ibakie kama ilivyo, ecosystem ile ibakie ilivyo. Tayari imeanza kuharibika, kwa hiyo nataka ukairudishe Ngorongoro. Najua sio area yako, lakini unaweza ukasoma na ukaelewa kinachotakiwa na ukafanya. Ngorongoro imevutia watu wengi sana duniani, wanakuja kutaka kuwekeza Ngorongoro. Jua maeneo gani ya uwekezaji, maeneo gani ya kukipa ekoloji, kumaintaini ekoloji ya Ngorongoro. Yale maeneo ya uwekezaji, wape watu waekeze, waekeze, walete watalii wengi zaidi, sababu tatizo letu sasa hivi ni accommodation. Idadi ya watalii inakuwa, lakini ukibuku kuja Tanzania leo, mwezi wa ngapi huu? Juni, Utaambua nafasi iko Novemba kuja kupata chumba Tanzania. Kwa hiyo tuna tatizo la accommodation, pahali pa kulaza wageni. Kwa hiyo nenda kaliangalie hilo, lakini katunze ecology, lakini katunze pia. Kuna mgogoro na wenyeji pale ambao kwa sheria zetu wenyewe tulisema kuwe na coexistence. Baadaye wenyeji wamezidi, mifugo imezidi. Ilikuwa ukiingia Ngorongoro cha kwanza unachokiona ni ng'ombe, mbuzi, kondoo kuliko twiga. Mara ya kwanza mimi nimekwenda Ngorongoro, kuingia tu kutoka kwenye geti lile, twiga huyo hapa anakula majani, nikafurahi eh, hey. Nimekwenda mbele, zebra huyo hapa, tembo huyo hapa. Sasa hivi unakuta ngombe kwanza, kondoo na nani. Nimeunda tume mbili za kuangalia hilo mambo ya Ngorongoro specifically kwa utakapotoa ripoti yao, tutakuinvolve ujue, sasa una implement kiasi gani, uh, kudeal na wale watu lakini kumaintain Ngorongoro. Ngorongoro ni urithi wa dunia, tukiharibu, dunia haita tusamehe. Urithi ulioko kwetu Tanzania ni fahari yetu. Naomba ka maintain Ngorongoro, kama kuna miba yoyote iko humo ndani, toa. Najua Ngorongoro pako very lucrative. Kuna watu wamelowea hapo na wasingependa kuona mtu mgeni anaingia, kwa sababu unahatarisha interest zao kwa kama kuna miba yoyote toa, niambie, Mheshimiwa Rais, umenipa hii kazi, huyu na huyu na huyu na huyu ni miba, mi nitakusaidia kuwatoa. Nachotaka Ngorongoro ikae vizuri, iende liwe shirika, lakini Ngorongoro yetu kreta ile tu maintain status yake kama urithi wa dunia, sawa e. Nakutakia kazi njema. Niitimishe kwa kuwakumbusha kuwa sote ni Watanzania na sote ni watumishi wa umma tuko kwenye timu moja na tunajenga nyumba moja, hivyo tukafanye kazi kwa ushirikiano na wale tunaowakuta kwenye ofisi zetu. Tunakuta waliopinda mikono kidogo, tuwanyooshe pole pole. Kila ulemavu unanyooka, lakini unyooshaji ni pole pole. Ukitaka kutumia maguvu, aidha utamkata unayemnyoosha au atakutandika kibao, umie wewe. Kwa nendeni kanyosheni pole pole, tumieni busara tumieni hekima katika kufanya kazi. Mwisho kabisa, tena niwatakie utekelezaji mwema wa majukumu yenu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni, Asanteni. Sisi ni Tanzania.